Uh, darsa zangu biidhni llahi tabaraka wa taala, leo nakuletea maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa wasubhana yanayosema, baada ya audhu billahi min ashaitani rajim, anasema Allah tabaraka wa taala anasema huwa

Kwa namna ambayo ninyi hamuwaoni, kwa hiyo anwani yangu inasema sheitani anakuoneni na ninyi hamumuoni. Ndio mada yangu leo hii kwa hurma yake Azza wa Jalla. Ikhwani ndugu zangu, kabla sijaendelea nipende kuambia hapo chini ya video yako kuna maandishi mekundu yameandikwa ya subscribe, yabonyeze mara moja kisha itakuja alama ya kengele nayo ibonyeze tena mara moja. Hiyo itakufanya mimi na wewe tuendelee kuwa wana familia wa chaneli yetu hii pendwa, kwa huruma yake Allah tabarak wa taala. Tunasema hivyo kwa sababu anasema Mwenyezi Mungu Tabarak wa tabaraka wataala huwa yarakum huwa waqabiluhu min haythu la taraunahum, yeye sheitani anakuoneni yeye na wafuasi wake, kwa mtindo ambao ninyi hamumuoni kwanza nianze kwa maneno haya, tunasema walamma turida iblis min rahmatillahi anza aza wa jalla, wakati sheitani alipofukuzwa katika rehma zake Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, walaanahu Allahu taala ila yaumi din, na Mwenyezi Mungu akaweza kumlaani sheitani iblis mpaka e, siku ya kiyama, laana za Mwenyezi Mungu zitaendelea kuwa kwake. Qala iblis, akasema na Ibilisi akasema wa alana adam libani adam, eh, na, mwana, na Adam amelaaniwa yani, laana zake za, za, za, za, za, za, za Adam zimempata mpaka watoto wake Adam, yani ile chuki ya, ya, ya Ibilisi kwa, kwa, kwa, kwa Nabi Adam alayhi salam haikuishia hapo tu kwa Adam mwenyewe mpaka uh, chuki yake imeenda mpaka kwa vizazi vya Adam mwenyewe watalaba min Allahi azawajala intidhari tajil ta, naye sheitani huyu Iblis akatafuta akataka na kuomba kwa mwenyezi Mungu subhanahuwa subhana ampe muda intidhar, e, amsubidishie tokea hapo alivyomuumba asiweze kumfisha mpaka siku ya kiyama aweze kuikuta. Kwa maneno hayo aliyoyaomba Iblis alayhi laana kwa Allah tabaraka wataala akasema Mwenyezi Mungu akatuletea taarifa ya ombi lake Ibilisi kwa Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Mwenyezi Mungu akatuletea katika kitabu kitukufu cha Qurani kwamba na sisi tujue namna gani alivyoomba katika Suratu Al Arafi aya 14 mpaka 15, baada ya a'udhu billahi minashaitanir rajim, qala anthuruni ila yawmi yub'athun qala innaka minal muntharin. Iblisi alayhi lana akasema, andhuruni ila yaumi yubathun, nisubirishie nisubirishie, muda wangu wakufa, unisubirishie mpaka muda ambao wa watu kufufuliwa. Yani Iblisi anaomba ya muda wake wa kuishi uende mpaka ule muda wa watu kufufuliwa sasa kutoka makaburini mwao. qala innaka minal mundharin, naye Allah akamjibia akamwambia, hakika wewe ni umepewa muda huo, unasubirishiwa ishi unavyoishi, mpaka siku hiyo watu kuja kufufuliwa. Baada ya ku, kupewa fursa hiyo sheitani naye aka ibilisi akaendeleza kusema maneno yake mengine, naye Mwenyezi Mungu akaanuku kutuletea sisi wanadamu tuweze kumwona kwamba huyu sheitani kweli hatufai. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema, inna shaitana lakum aduu fattakhidhuhu aduwa, hakika sheitani kwa nini ni adui na ninyi mfanyeni kuwa ni adui. Allah tabaraka wa taala anasema tena, anasema

aya ya 16 hadi 17. Shetani anasema kumwambia Mwenyezi Mungu eh, na Mwenyezi Mungu yale maneno akatuletea, ili tumfahamu vyema huyu shetani kwamba ni adui yetu. Anasema qala, akasema, fabima ahwaitani, kwa namna ambavyo ulivyonipotosha Mwenyezi Mungu, ukaamua kunitupilia mbali basi, laakudanna lahum sirata almustaqim, na mimi nakwambia Mwenyezi Mungu, hao waja wako hao nitawakalia katika kila nyanja zote tofauti, mapito yote wanaopita, mimi nitaenda kukaa. Subhanallah, maana kila unachokifanya mwanadamu, shetani ataenda kukalia hapo. Tena anasema, thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim, na mimi nitawajilia hao waja wako mbele ni ni kwao kwao, nitawajilia nitawajilia nyuma wa wa an ni kwao, nitawajilia nyuma ni kwao nitawajilia, wa an aymanihim wa an shamailihim, nitawajilia, nitawajilia kulia ni kwao nitawajilia kushoto ni kwao, wala tajid aktharahum shakirin, na wala hutopata yoyote wa kuwa na kushukuru wewe Mwenyezi Mungu Subhanallah. A'adhana allah Mwenyezi Mungu atulinde na sheitani. Mwenyezi Mungu atulinde na sheitani. Wallahi, kila siku tumuombe Mwenyezi Mungu atulinde na sheitani, ahadi zake kwake ni kubwa, nzito za kuweza kutuangamiza. Subhanallah. Lakini pia aliposema maneno haya, tunasema wanazuoni, anasema yukhbiru ta'ala annahu lama nadhar iblis akhadha fil eh, ma'anidat wal, wal, wal, wal mutamarrid faqal asema Mwenyezi Mungu tabaraka wa Taala anatuelezea wakati alipomwona Ibilisi anajigamba kwa maneno hayo eh? Anajigamba kwa maneno hayo na utamaridi wake kwa kusema, fabima aghwaitan la aqudanna lahum sirataka lmustaqimi, kwa jinsi ulivyoamua kunitupilia mbali kunipotosha, basi na mimi nitawakalia waja wako kwa kila njia sehemu mbalimbali. Akasama biirwaika alii asema shetani aliapiza kwa jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu alivyomfanya kuwa ni minal ghawin, eh, kwamba la aqudana lahum, nitawakalia hao waja wako. Siratka al mustaqima, katika njia yako ilionyoka. Maana yake was sirata al mustaqima huwa kullu tariq al khair allati tuaddi ila ridha taala, na sirata al mustaqim maana yake yani njia ilionyoka, maana yake ni kwamba ni kila kitu ambacho mtu anachokifanya cha kheri kisichokuwa cha kumshirikisha Mwenyezi Mungu kisichokuwa cha kumuudhi Mwenyezi Mungu, basi shetani anaahidi hapo hapo naye atenda kukaa hivi. Unajua hata unapokuwa katika sala, shetani huwa anataka kuja kuchezea aharibu swala yako. Subhanallah. Inafikia pahala mtu yuko katika sala mpaka anasahau kwamba hivi ni niko kwa katika raka ya pili au ya tatu hivi pale, nilisoma tahiyatu au nilisahau? Yani inafikia hata katika sala shetani anafanya pirika pirika zake aja kuharibia. Subhanallah. Mwenyezi Mungu atulinde katika hali za namna hiyo. Na Mwenyezi Mungu akasema, eh, Mwenyezi Mungu anaendelea kusema kwa maneno yake aliyosema, ya anasema thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, kwamba kisha nitawajia mbeleni kwao na nyuma ni kwao, ai wanachuoni kafasiri yani yatihim ya min kulli wajhi wajha, kwamba atamjilia mtu um, um, mbeleni kwake kwa, kwa kule anakoelekea huyu mwanadamu, naye atamuelekeza huko huko, naye ataelekea huko, huko shetani liyazula aqdamahum ani tariqi taati. Lengo tu ni kwamba shetani akutoe katika njia ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala akupotoshe, akuondoshe kabisa yani. eh, Way, wayuadid lahum alghawayati wa ashkala wa alwana na akuweza ku, ku, kutengenezea ghawayati mapotosho ya aina mbalimbali mbali. Ashkilati za aina mbalimbali mbali. Alwana rangi za aina mbalimbali hata, yuqiahum fi lmaasi mpaka kufikisha katika maasi ya kumwasi Mwenyezi Mungu tabaraka wa ta'ala. Kumbuka mada yangu nazungumzia, eh?

aghfirhum ma staghfaruni, sema Bwana Mtume anasema, sheitani alimwambia Mwenyezi Mungu kwamba kwa uweza kwa wako wewe, huyo Mwenyezi Mungu, kwa uweza wako, basi Mola wangu nasema hivi, sintoacha kuwapotosha waja wako, madamu roho zao zipo katika viwiliwili vyao, madamu roho zao zipo katika viwiliwili vyao, na mimi sitoacha kuwapotosha. Na Mwenyezi Mungu akamjibu akamwambia, na mimi kwa utukufu wangu na ujabari wangu na uweza wangu sitoacha kuwasamehe eh? Sitoacha kuwasamehe madamu na wao wananomba msamaha. Huyu ndiye shetani. Kwa nini ndugu yangu nakuletea mada hii? Ni kwa sababu nasema tena, huwa yarakum huwa wakabiluhu min haithu la tarawnahu, yeye shetani anakuoneni kwa mtindo ambao ninyi hamumuoni. Watu tunaingia katika maasi kwa sababu shetani anatuingiza kwa mtindo ambao sisi hatumuoni. Namna gani anavotuingiza? Watu tunapata matatizo ya aina mbalimbali kwa sababu shetani ametuingiza huko kwa namna ambayo sisi hatumuoni, shetani huyo anavyotupeleka huko. Watu tumepata maradhi ya aina mbalimbali kwa sababu hatuoni namna gani shetani yule alivyotupeleka, huwa yarakum huwa waqabiluhu min haithu la taraunahum, yeye anakuoneni kwa mtindo ambao ninyi hamumwone. Sasa leo hii wapo watu ambao wanasumbuliwa na machawi, wanasumbuliwa na maradhi ya kishetani wanasumbuliwa na masheitani, wanasumbuliwa na maradhi ya kichawi, wanasumbuliwa na uchawi kwa mtindo ambao sisi hatu hatuoni. Hapa tunaita Kiswahili cha sasa, tunasema chale tochi, chale tochi. Unapokuwa mwanadamu umepigwa chale tochi na wachawi, basi wewe popote pale utakapokwenda, unaonekana chale tochi, chochote unachokifanya unaonekana, mipango unayoipanga unaonekana, ahadi unayoahidiana ah, na watu na jamaa zako zinaonekana na kila mpango unaofanya unaonekana, kwa wachawi unaonekana, kwa mashaitani Allah anasema huwa yarakum huwa wakabiluhu minhaithu lataraunahu, shetani anakuoneni na kuoneni, na um, majeshi yake wanakuona, majeshi yake ni wachawi. Sasa ili uweze kufanikiwa maishani mwako, ikiwa kama umeweza kupigwa chale tochi hizo, lazima uweze kupata suluhisho la kujiondosha huko ulipo, ili uweze kukaa salama. Wapo watu wameharibikiwa maisha yao. Mtu anadhani kwamba mimi nikiwa Amerika, mimi nikiwa Arabuni, mimi nikiwa China, nikiwa Uingereza, nikiwa Japan, nikiwa sijui Jerman, nikiwa Kanada hawawezi kunifikia, wachawi wa huko nyumbani kwetu Kenya, wa huko nyumbani kwetu Tanzania na kadhalika. Unajidanganya madamu asili yako ni Tanzania, madamu asili yako ni Kenya, madamu asili yako ni Burundi, madamu asili yako ni Rwanda, madamu asili yako ni Kongo, na tayari watu wamesha kupiga chale tochi tokea kabla hata ujaenda huko uliko kwenda. We, chochote unachokifanya huko unaonekana chochote unachokifanya huko unajulikana, kila unachokipanga kinaonekana. Hiyo inaitwa ni chale tochi, kwa ushahidi wa maneno yake Allah tabaraka wataala, tunasema huwa yarakum huwa waqabiluhu min haithu la taraunahum, wao wachawi na mashetani wanakuoneni kwa mtindo ambao ninyi hamwaoni. Utatumia muda mwingi, utatumia nguvu nyingi, utatumia maarifa mengi kwa kuweza kujigomboa katika maisha yako, kwa kuweza kuyatafuta maisha yako, kwa kuweza kuyajenga maisha yako, lakini kila unachokifanya unaonekana, na watu wanafinya. Ukitaka kupaparika huku, watu wanafinya. Ukitaka kufanya hivi, watu wanafanya, wanafinya hivi. Yani huongokewi kwa lolote, kwa chochote. Acha hata hao walioko nje ya nchi, humu, humu Tanzania acha Tanzania Kenya, Burundi, Kongo wapo humo humohumo ndani ya nchi yao, lakini walishakwisha fanyiwa hiyo chale tochi. Allah anasema huwa yarakum huwa waqabiluhu min haythu la taraunahum, na biidhnillahi tabaraka wataala. Suluhisho la hilo nimekuletea dawa yake hii, nayo nikaipa jina hilo hilo chaletochi ch chale tochi hii inaenda kukuondosha huko ulikowekwa vile vio vyao, darubini zao za kukuona unaenda kuondosha kile kinachowaunganisha wachawi na masheitani kwako wewe, ili waweze kukuona, wajue uko wapi, unafanya nini, unashughulika na nini, wakuzibie wapi, wakuharibie wapi. Unaenda kuondosha kwa dawa hii, ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu, hii nakuletea kwa idhini yake Allah tabaraka wataala. Naamini kwa kutumia dawa hii utaenda kuondosha matatizo yote ya kichawi, chale zote za tochi ulizochanjwa nazo ambazo leo hii ndio zinakuharibu, hirizi ulizolishwa, madawa uliolishwa, ukadhani kwamba ni, ni ndio ukombozi wako, kumbe ndo umezidi kudidimizwa. Hii inaenda kuondosha, inaitwa chale tochi. Hii inaenda kuondoshea chale tochi ambazo ulizochanjwa huko na kwenda ku, kuwa unaonekana popote pale unapokwenda, chochote unachokifanya, kwa dawa hii biidhnillahi tabaraka wataala itakuondosha. Na ndio maana Allah akatusistiza kabisa akasema kwamba sisi wanadamu eh, tunasumbuliwa sana na masheitani, tunasumbuliwa sana na majini. Na ndio maana masheitani, sheitani kama mwalimu wa wachawi akasema, thumma laatiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim Eh, nitawajia hao waja wako walimwengu, mbele ni kwao, nitakuwa kwao, nyuma ni kwao, nitakuwepo kulia ni kwao, nitakuwepo kushotoni kwao, nipo. Maana yake chochote unachokifanya wewe, shetani yupo nusura. Yako ni nini? Nusura yako ni kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana bwana mtume akasema, tadawau ibadallah, jitibuni enyi waja wa Allah. Usisubiri tuktu kwa sababu mimi ndo, na, naswali sana basi ndio sitaki kujitibu la. Sasa kama shetani ameahidi hivyo, na Mwenyezi Mungu wakati huo huo anasema, huwa yarakum huwa wa qabiluhu min haithu la taraunahum, wanakuoneni hao masheitani ma, ma na majwishi yao, maana yake ni wachawi wamo ndani yake, wanakuoneni kila unachokifanya, kila unachopambana, unacho nacho wanakiona, huwezi ukafanikiwa ndugu yangu hata uwe mbali namna gani. Si kwamba mimi ndio niko Ulaya huku, huko uchawi wa Afrika huwezi kunifikia la, unajidanganya. huwa yarakum huwa wakabilu, ndio Allah amethibitisha hivi, na mimi nikakuletea hii ambayo, watu wengi mmeondoka majumbani kwenu, mmeondoka mikoani kwenu kwenda kutafuta maisha sehemu mbalimbali, lakini mmeshapigwa chale tochi. Watu wengi mmeondoka katika nchi zenu mmeenda katika nchi za aina mbalimbali kwenda kutafuta maisha, lakini mmeshapigwa chale tochi. Popote mlipo huko mnaumizwa na mafanikio yenu hayaendi. Hayo mafanikio ulionayo sio hayo hasa halisi ambayo ulitakiwa kuwa nayo, na mimi kwa huruma yake Allah nimekuletea dawa hii na nikaipa jina hilo hilo chale tochi. Ili uweze kuondokana na chale hizo tochi, lazima uipate dawa hii na miongoni mwa matumizi yake, baada ya dawa hii kuipata, inatakiwa pia upate na ule ilu, ule mchanga wa kivuli chako. Mathalani utasimama katika jua, kisha uta, uta, utanyosha hivi mikono, halafu ule, ule, ule mchanga uliopo uli chini ya kivuli chako ule unachukuliwa, unakuja uchanganywa na hii dawa, kisha mtu huyu sasa apate mtu wa kumsugua kama vile anamfanyia massage, unamsugua mwili mzima. Subhanallah. Sugua mwili mzima kwa dawa hii na mchanga ule. Hapo unaenda kufuta chale tochi zote ambazo ulizochukuliwa kwa idhini yake Allah Tabaraka wa taala. Ikhwani, ndugu zangu, sina la ziada. Nipende kuambia kwamba hapo chini ya video yako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Yabonyeze maandishi hayo mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, na hiyo ibonyeze tena mara moja. Hapo itakuwa mimi na wewe tumeweza kuwa wana familia wa chaneli yetu hipendwa, bi idhnillah tabaraka wa taala. Na nikuage kwa kuambia, wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.